Karibu sana lakini pia uh, Dr. Dorcas karibu sana sasa. Eh, hapa tutakuwa kidogo, mahojiano haya yatakuwa yanakwenda katika namna ambayo ni tofauti kidogo. Tutakuwa anamuuliza swali mkalimani, anakalimani alafu yeye anajibu, na mkalimani na, ana, anasema tena. Kwa hiyo kidogo mambo yatakuwa namna hiyo. Eh, ningependa kujua kutoka kwa Dorcas, uh, kwanza hali yake ya kuwa kiziwi ilitokana na nini ili hasa, na ilianza lini? Atupe tu kidogo simulizi simulizi ilivyokuwa. Asante sana uh, <coughs> asante sana. Mimi nilizaliwa mzima kabisa, kufika kufika miaka saba, nikapata nikaumwa nikaumwa malaria, kwenda hospitali, dokta akanipima akanipa dawa dozi, dozi ya, dozi ya kwinini. Sa hiyo dozi ya kwinini so, ikaharibu kabisa mfumo wangu mzima wa masikio, yeah. Kwa hiyo kuanzia miaka saba, mm. imekuwa nikitegemea tu macho kusoma mdomo ya mtu mm. kwa sababu kiziwi, mimi masikio yote yameziba moja kwa yeah. moja mm. kwa kifupi ndio hivyo. Kwahiyo baada ya baada ya kuinini kuharibu mfumo wake wa kusikia ilikuwaje? Walisema hakuna uwezekano wa yeye kupata tiba ambayo ingeweza kumrejesha hali yake ya kusikia? Swali zuri. Uh, baada ya kupata changamoto hizo hmm. haikuja tu akagafa, ilianza taratibu <tibu> kwa sababu uweze kusikia ulikuwa unapotea kidogo kidogo, taratibu taratibu. Wazazi wakaona huyu, mbona kama tunamuita wakati mwingine a haji ama ski hajisikia vibaya na kiburi apigwa vibao na chapwa na lia. Kwa hivyo lakini baadaye wazazi wakaanza kuelewa kwamba hapo kuna shida, wakaamua sasa wanipeleke hospitali, hospitali ya KCMC hapo wakachukua vipimo, wakaangalia shida nini, then kupima, ukaona kwamba huyu kwa sasa hivi uwezo wake wa kusikia hamni mgumu tena, labda Mungu tu angetea. Sawa sawa. mm. Eh, tunafahamu kwamba dozi ya kunini ni dozi ambayo watu wengi wanatumia, kwa nini yeye ikamletea changamoto ya kutokusikia? Maelezo ya kwa maelezo ya daktari. Wali overdose. Oh. Eh, wakati huo nilikuwa na umri mdogo mm. Eh, kwa hiyo wali ni overdose mm hiyo -hmm. Yeah. Kwa, imetokana. Kwa imetokana na changamoto ya ku overdose. Sawa sawa. mm -hmm. mm. So, so, sasa uh, ame, Dr. Dorcas amelicha ame changamoto hizo alizozipata amesoma shule ya msingi sekondari mpaka chuo kikuu na kuishia hapo tu kuwa na shahada moja. Sasa hivi ana shahada tatu, kwa maana ya kwamba ana shahada ya uzamivu. Kwa hiyo yeye ni daktari wa falsafa, na taaluma yake ikiwa ni ukaguzi, yani yeye ni auditor. Sasa atusimulie tu kidogo safari yake kwenye masomo ilikuwaje, na wakati yeye ana changamoto ya kuwa kiziwi. Asante sana baada ya sasa ya kupata changamoto hizo za uziwi, shule kila shule ikienda, wanikataa. Wanasema kwamba huyu mtoto huyu hatutamweza sisi. Wazazi nao wanipeleka shule nyingi sana kweli, baadaye wakaona kwamba wanipeleke shule ya viziwi Mwanga, iko iko Moshi Mwanga. Kufika pale uh, mwalimu mkuu akaniangalia akasema akaangalia matokeo yangu pia, akasema, huyu mtoto akili zipo, ziko vizuri. Na kama ukimwacha hapa hii mm. shule ya viziwi mtamharibu zaidi, atapoteza kabisa mawasiliano. Mm. Kwa hiyo hapo hapo anaweza kuongea, kwa hiyo mpelekeni shule za kawaida, shule za kawaida, shule za jumuishi ili aweze kwenda na, na elimu yake vizuri. Mm. Kwa hiyo nikaenda wapi sasa kujiuliza maswali. Bahati Mm-hmm. nzuri. Mm-hmm. Ukaona mchungaji ana, ana shule yake Moshi. Ndio. Tukaenda. Baada ya kuniona akanipokea. Mm. Ule mchungaji pamoja na mke wake. Waliona kwamba hitaji la ulemavu wangu. Wow. Walinipa nafasi mm -hmm. Walinifungulia milango mm -hmm. ambayo baadaye dunia ilikuwa imenifungia mm -hmm. yeah. mm -hmm. Wakanipa nafasi ya kuanza upya mm -hmm. Kwa hiyo nimesoma nikiwa na kiziwi peke yangu katika ile mm -hmm. shule mm -hmm. mwanzo mwisho shule nzima kwa... pia mm -hmm. PhD mm hii -hmm. niliyoipata sio ya kusoma darasani mm, ni PhD ya heshima mm, katika uongozi na utawala okay, kwa mambo ya kijamii ambayo anayafanya, mm. kwenye jamii lakini kwenye kusoma amesoma mpaka kiwango gani, masters au degree? Ni degree moja okay. yeah. Sawa, anaweza kutajia haraka haraka shule alizosoma mm. na vyuo alivyosoma mm. Kwanza nimeanda darasa mm ya -hmm. Kwanza shule ya msingiriaa kuanzia form one, kuanzia shule ya msingi, baada nikaja sekondari hapo hapo nikamaliza. Nilipomaliza pale nikaenda diploma chuo cha uhasibu wa Arusha. mm -hmm. Yeah. Nimemaliza pale nikaenda chuo cha ardhi, okay. University. Hapo nimesoma mambo ya hesabu ya na fedha Accounts and finance. Baada ya kumaliza pale nikasoma CPA. Ndio. Nikasoma CPA nikamaliza. Yeah. Mm -hmm. Yes. Ni, ni CPA Dr. Dorcas Singano. Bado kidogo bado kidogo eh. <laughs> <laughs> <laughs> Okay, CPA ndio anaendelea nayo ama inakuwaje? Lakini yes, no, okay. yeah. So, sasa anafanya kazi eh, ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, sio ndio? Ndio sasa mm -hmm. aliwezaje kusoma, yani alifanikiwaje kwa sababu tunafahamu kwamba mazingira ya shuleni eh, yanamsaidia yana, yana, yana, yana zaidi mwanafunzi ambaye ana hali ya kawaida. Yeye kwa hali yake alikuwa anatumia nyenzo gani ambazo zilimsaidia kuweza kusoma na kwenda sawa na wenzake? Mimi, hmm. Naweza kusema uh, ni neema ya Mungu tu hmm. Kwa sababu wakati mwingine mimi mwenyewe hmm. nashangaa kwamba nimeweza vipi hmm. yeah. Mimi kawaida hmm. nakaa mbele darasa hmm. Nasoma zaidi mdomo, namtegemea, nategemea kusoma mdomo oh. Nafuatilia mwalimu neno kwa neno, mdomo anavyosoma, anavyokuwa hmm. hmm. anaongea kama kuelewa bado ndafuta mtu ananisaidia anasoma midomo t taratibu. taratibu. Lakini hiyo ni ngumu au rahisi kiasi gani kwake? Sio rahisi mm. kusema kweli kwa sababu <coughs> watu wanatofautiana spidi ya kuongea watu tofauti, mm. Wapo wengine wanaongea unaweza kumwelewa, mwingine unakwama hauwezi kumwelewa mm. Ya, kwa hiyo inahakikisha mtu huyu nayemtegemea, au unamwelewa. Ndio, ndio. Ya. Yeah. Sasa so, so, licha mafanikio ya kielimu ambayo ameyapata, anaweza akatusimulia kidogo ama akatushirikisha, uh, mafanikio kwa upande wa kijamii hasa kwa sababu sisi eh, kwa mfano ukiangalia sisi ni vijana tunahitaji kuwa kwenye mahusiano, kuwa kwenye ndoa na vitu kama hivyo, yeye mpaka sasa hivi amefikia katika hatua gani? Samahani, rudia swali kidogo. Nasema anaweza kutushirikisha kwa upande wa masuala ya kijamii, mahusiano, ndoa na vitu kama hivyo Kwa sema kweli <laughs> swala la mahusiano mm. Wakati wa Mungu bado ba wa okay, lakini mimi naamini eh ipo siku na mambo takasa kuna namna ambavyo hali yake inamfanya apate changamoto kwenye kumpata mtu sahihi ama mtu anayempenda, ya sio kweli? hmm. kwa sababu wapo watu wa kawaida vile vile wapiti changamoto hizi ambazo inapitia, yeah. ulemavu bila ulemavu wote, lakini mahusiano yahusishe na masuala ya, ya, ya ulemavu mm. Kwa hiyo mimi nafikiri, bado sijapata mtu eh. mtu sahihi <laughs> sio mbaya <laughs> <laughs> na mimi natamani nipate mtu Bio. ambaye atanielewa, atanisapoti harakati zangu au mengineyo na hayo. Na sifa zipi? Naona hayo maswali kidogo yanampa changamoto. Ninaona awe positive na mwamko na upeo mkubwa kuhusu mambo ya watu wenye ulemavu kwa sababu watu wanadhana mba, mdhana potofu yeah, kwamba huyu mtu wenye ulemavu ah, wanadharaulika na vitu kama vile Mm. <laughs> lakini kikubwa anipende anipende niheshimu sawa kabisa. Aha. Na e, kutokana na, na, na mafanikio aliyoyapata, ana lipi la kuwaambia uh, mabinti uh, uh, watoto na wazazi wenye watoto ambao wana hali kama hii za ulemavu kama huu hasa kuhusu kutimiza ndoto za hawa watoto? wakati mimi <coughs> napata changamoto mm. Kusema kweli safari yangu haijawa rahisi, lakini niliangalia uwezo ambao nao mm. Uwezo gani nao wa kuweza kusoma mdomo yeah. Nikatumia huo huo. Sasa wengine, kuna wengine nao wana, wana uwezo fulani, wanao utaalamu fulani yeah. Vipaji wanavyo, uthubutu yao yeah ujuzi mbalimbali mbali wanao. Kutokana na wazazi, kwa mimi wazazi nawashauri kwamba wafahamu kabisa kwamba watoto hawa wanapenda kupewa sapoti. Kutokana na changamoto zao, wapewe sapoti kubwa, kwa sababu mafanikio ya mtu yanasababishwa na watu ambao wanamzunguka, watu ambao wanamzunguka kuanzia wazazi, marafiki, ndugu ya kwa hiyo wazazi wakiona kwamba mtoto wa changamoto asikate moyo wamtie moyo wampatie support atafanikiwa. Mm. Na jamii atapata faida. Yeye yeah, binafsi ni watu gani ambao anaweza akatuambia walikuwa na mchango mkubwa kwenye kumfikisha hapa alipofika? Kwanza kabisa wazazi wangu. Pili, mm -hmm. Yeah. Mchungaji, mchungaji mchungaji wangu na mama show. mm -hmm. Hawa ndio walinipa sapoti kubwa, waliona kwamba huyu sio kiziwi au kwamba huyu ana jambo kubwa katika na, wakanipa wakalipa, wakalipa nafasi mm -hmm, lakini leo na, na dunia naniangalia kwa hiyo mm -hmm. Yeah, story yangu inasomwa kupitia wao maisha yangu na, na mambo ushuhuda mkubwa ambao nimeupata kupitia pamoja na hawa wazazi pamoja na ndugu zangu na Mm -hmm. Sasa kwenye taaluma ya ukaguzi, uh, anaona kuna fursa kiasi gani kwa watu wenye hali kama ya kwake na wanaweza vipi kutoboa na kufikia hatua kama ambayo amefikia yeye? Yeah, yeah. Watu wakua sema kwamba mambo ya uhasibu ni magumu, lakini si kweli inawezekana kwa sababu viziwi wengi waenda kwenye ualimu , labda wangira veta au wanakwama kwa sababu hakuna ukalimani kule. Mm. Ukalimani hamna. Sasa fursa ipo, ni kupata mwalimu mtaalamu wa lugha ya alama. Ni kuanzia ngazi zote, kazi kuanzia ngazi ya msingi, sekondari, mpaka vyuo vikuu. Ndiyo. Yeah. Ukiwa na utaalamu wa lugha ya alama uh -huh. Vizio wanatoboana. Na ilikuwaje ye yeye akapata kazi ofisi ya CAG? Kwa sababu unatujua ni ofisi kubwa. Baada ya kumaliza eza chuo kikuu wakatoa tangazo mm -hmm. la kazi, tunatakiwa tutume CV. Ndiyo. Mimi nikafanya vyote hivyo nikatuma CV. Kuna interview mbili interview, mm -hmm. mm -hmm. ya, ya kuandika na interview ya mahojiano. Ya kwanza nikapita, ya kuandika kabakia ya pili. Ka pili ya mahojiano mm -hmm. Sasa ndani, ndani ya chumba cha mahojiano mm -hmm. nikawapa taarifa mm -hmm. kwamba yamani, samani, mimi ni kiziwi mm -hmm. naombeni mniandikie mm -hmm asema sawa, shida hamna. mm. mm. tukaanza swali la kwanza. mm-hmm. nikajibu been... swali la pili kwa kuandika. mbona maswali marahisi hivi? mm. Nikajibu, nikajibu, nikajibu, baadaye <laughs> <Yes>. Nikapata. kwa hiyo interview alifanyiwa kwa kuandika maswali mawili tu, mangee, nikawaambia kwamba yatuache tuongee kwa sababu yalikuwa ni marahisi. Na kazini kuna ugumu wote ambao anaupata kwenye kufanya kazi zake? Ndio, ndio upo. Ugumu gani? Kwa sababu changamoto ya mawasiliano ni kubwa, mimi kama mkaguzi wa hesabu kazi yangu inahitaji e, vikao vingi sana na semina, mafunzo wakati mwingine online mm. E, lakin, lakini sasa namshukuru Mungu kwamba mwajiri wangu ananipa support ananipa mkalimani mm. ambaye muda wote muda wote ninavyohitaji mm. lakini tuache pembeni, unavyoenda katika labda ukagua ndio kutana na watu wapya ambao hawana mwamko kusikiziwi kusukiziwi mm. hawaelewi, kwa hiyo changamoto zipo za mawasiliano za na kuwepo, yeah. Kwa hiyo naomba tu msaada tu wafanye kazi mwenzangu, bwana huyu asemaje? yeah, yeah. Yeah. Kwa hiyo kazi kazi iendelee safi kabisa mm. Sasa maswali yake nimemuuliza yameisha, wewe sasa la kwako <laughs> Wewe, wewe mkalimani wake amekuajiri anakulipa, ama ofisi ndio inakulipa, ina wewe n yani imekuajiri wewe kumfanyia kazi zake? Hapana, mimi hajaniajiri eh, ni mimi ni mdau wa lugha ya alama mm. na ni mdau mkubwa sana kwa upande wa viziwi, kwa hivyo nina urafiki naye, kwa maana ya kwamba amenizoea kwenye mambo yake, kwa hiyo alivyokuwa na kipindi huko Ah, okay. Eh, kwenye no, yeah. Kipindi ni marafiki, ni marafiki, yes, South, yes. Yes. Marafiki. Eh, shukrani sana, asante sana daktari, asante sana kwa kuwa nasi kwenye mahojiano yetu. Tumemaliza, labda kwa ufupi tu, kwa sekunde chache, kama una kitu unataka kuambia jamii kwa ujumla. ndio, ndio. Yes. Yeah. Asante sana. <coughs> Kutoka um, nimeanza harakati hizi watu wamekuwa wakinifuata wanatamani ni kuwafundisha lugha ya alama mm -hmm. wengine wanapenda, wengine wanataka kusaidia viziwi mm. wengine wanataka kusaidia kwenye kazi kwenye kazi zao ambapo wakutana na mteja labda mwenye changamoto kama kiziwi. Kwa hiyo um, darasa litakuwepo, litaanza tarehe moja mwezi wa tano tutaanza darasa elfu mbili na ishirini na tano tutaanza darasa la lugha ya alama kwa ajili ya kuwasiliana tu tuwasiliane. Oh, okay. yeah. tuwasiliane vipi? Tutampataje? Nitakupa uh, namba mitandao ya kijamii ya, ya, ya. ya. Yeah. kijamii yeah, huh? napatikana kwa... na kwa Dorcas, mm -hmm. Singano ya okay. Yeah. Okay. Yeah. Asanteni no sana, yeah, exactly. Tunawashukuru <music> sana.